Naam, hii ni Zanzibar, hapa ni Unguja bari wenyewe. Baada ya shughuli mbalimbali, jioni wanakuwa hapa kwa ajili ya kushuhudia mitanange, na leo hii ni KMKM dhidi ya Azam FC. Ibwe wote wapo hapa wakiangalia mtanange, ili baadaye wazungumze nini nnio wakati ambao bendera ile ya CAF inasukumwa mbele katika pitch na seki ya wamuzi kutoka Horn of Africa, pembe ya Afrika, mataifa mbalimbali wanasogea lakini pia eneo yao kisoka. Kikosi cha Hababu Ali, kocha wa KMKM Nasor Nasor Cholo, yupo langoni pale, lakini safu ya ulinzi ikiundwa na walinzi wanne katika shepe wa linzi wa nne Arafat Farid akitokea upande wa kushoto, lakini viungo ni pamoja na Imran Mohamed, safu ya kushambulia akiongozwa na Haji Makame. Kikosi kwa upande wa Azam FC Jean Frorai Benge, namna ambavyo ameanza langoni ni Isa Fofana, safu ya ulinzi wa linzi wanne, viungo wa ukabaji ni wawili Himid Mao na Yahya Zidi Abdul Sopu, Jefte Kitambala Bola akiongoza safu ya kushambulia kule mbele nyota ambaye msimu jana alikuwepo pia katika michuano ya Kafu upande wa ligi ya mabingwa. Kandanda imeanza! Karibu sana Amani Zanzibar, karibu sana Unguja kushuhudia mtanange wa Total Energies kaf Confederation Cup, mzunguko wa pili hatua ya awali ya kombe la shirikisho Afrika, KMKM dhidi ya Azam

jeftebol akitambala volvo tayari anakwenda kucheza kibinda mkoi, anaonyanyua mashabiki wa Azam waliosafiri kutoka pande zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mpaka Amani Complex. Hawakuja bure bure. Ni nyota ambaye msimu uliopita alicheza hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika akiwa na AS ah, yes, Manyema Union Faisal Salum Abdallah alipitisha kwa Yahya zaidi ya kaiseti, akaiunga moja kwa moja, ni ndizi ile, banana cutting na ikajaa kambani Ronwen William <coughs> <coughs> atakupita pembeni kwa kilazimisha Sehasan <coughs> jaribio limepanda juu ya lango kutoka kwa mzee Hassan almaarufu kama Azizi Ki, wanamfahamu hivyo. Kwa guu la kushoto alipiga, alipita katikati ya walinzi wa Azam. Akicheza ah, mpira kwa kichwa kitambala bola sopu. Wow. Hehehe. Imefanikiwa haya, hatari Faisal wa kwanza fei nani, anapita kapitisha katika njia lusaji, mwekenda mwekenda, cross anajaza nani kule, hatari! Wanakaa imara, nado nado, amemtanguliza kapita, Pascal Msindo anajaza nani, anacheza katika nafasi, wana clear. huu Ali anatoa maelekezo kwa vijana wake Huyu hapa ndio waziziki wa Zanzibar, amejazwa ndani kule mpira ule. Haya, anafanya set up, umekwenda <laughs> nje. Haya, umepitishwa mpira ule kwa Abdul Sopu, kaweka katika njia, najaza ndani katika nafasi, unaondoshwa mpira Nyanyuliwa mpira ule amekutana nao Faisal. Faisal akaweka vi katika nafasi ikaikandamiza Nado Yoro kwa Nado ameunyanyua kwa juu ameupokea Faisal. Ni offside. Jaribu kusogea Fesal kakandamiza chenga, Feisal Abdul, Sopu wan tu kagongeana katika nafasi kitambala. Ameukamata golikipa Nasor Abdallah. Waligongeana akaukuta kati yake yeye na Faisal na ya kwanza ilikuwa kutoka kwa Sopu, ya pili kutoka kwa Pascal upinzani Braziliano Yahya Zaidi Kabilisha pasi katika nafasi feisa, jaribio yani lake limekwenda nje ya lango. Waligongeana vizuri tu, akaupata na guu lake la kulia, ulikuwa katika saiti tayari. Zaidi amepokea ameutenga pembeni, lakini tayari madhambi amefanyiwa amefanya madhambi. Arafat Farid yuko nyuma ya mpira, Pascal Sido, itakuwaje? Kipyenga kimesikika. Sido! matunda ya uwekezaji katika timu za vijana, viongozi wa Azam kunyanyuka na kupiga makofi. Sio kwa bahati mbaya, matunda yanalipa katika siku adhimu muhimu kama hii. Zaka za kazi. Amefurahi akiwa anajua safari ya kijana Pascal Msindo. Kautens, ni half time mechi ya kombe la shirikisho Afrika kwa msimu wa 2025 26. Pascal Msindo akiandika bao la pili la mchezo. Jean Frorai Benge akiongoza kikosi chake kuwa mbele mabao mawili mpaka sasa, wakati wa mapumziko. Matarajio ni makubwa kutoka kwake kandanda. Imeanza kipindi cha pili hiki cha Total Energies CAF Confederation Cup mzunguko wa pili, hatua za awali, kombe la shirikisho Afrika. KMKM dhidi KM ya Azam, mguu wa kwanza huu. The Chiefs, mpaka wakati huu umepitishwa katika njia, akapita Pascal Msindo Gaudens, katika njia kampitishia kitambala, kachelewa Faisal, tena Benyosha mwenyewe, jaribio limekwenda nje, umepitishwa katika njia

moja kwa moja kwa golikipa kipa kitambala alikuwa anazengeazengea zengea. Faisal akampitisha tena Yoro Diaby Mamadou, Yoro nafasi nzuri ameshindwa kuitumia bado. Ulipitishwa mpira katika njia yakakutana nao Yoro Mamadou, lakini Nasaro Sadun akajichanganya mwenyewe akashindwa kumalizia nafasi. Pressing tu pale, alikuwa anaipasia nyavu magoli ya Nicolas Anelka. Mwamuzi amezimaliza dakika zote tisini za mchezo. Maana yake ni kwamba Azam wako mbele mabao mawili kwa sifuri katika mechi ya ugenini KMKM. Ili waende hatua inayofuata basi, hesabu za haraka haraka, wanatakiwa kushinda mabao matatu kwa sifuri katika mechi ya marejeano ambayo itachezwa Azam Complex. Hilo litawezekana au vipi katika football? hakuna maajabu ambayo hatujawahi kuyaona. Tusubiri dakika tisini za pili takavyokuwa. Jefta Kitambala bola.